Ili uwe wa kwanza kupata etu, kundu, video zetu tafadhali, bonyeza batani nyekundu iliyopo chini ya video hii subscribe, kisha alama ya kengele. Asante, karibu sana kwenye sports updates ya Planet 5. Tunakukumbusha kusubscribe katika chaneli yetu ili usipitwe na habari zote za kimichezo. Joto la soka linazidi kupanda kwa mashabiki wa Bongo hasa kwa wapenzi wa Simba Sports Club wakati timu yao ikijiandaa kuipokea Petro de Luanda ya Angola kwenye mchezo huu wa kundi D wa CAF Champions League unaotarajiwa kuchezwa Jumapili Novemba 23, 2025 kuanzia saa kumi jioni kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Awali mchezo huu ulipangwa kuchezwa Novemba 22, lakini ratiba ilibadilishwa. Meneja wa idara ya habari na mawasiliano wa Simba Ahmed Ali amethibitisha kukosekana kwa kipa wao namba moja Musa Kamara aliyeko Moroko kwa matibabu baada ya kupata maumivu katika mchezo wa awali wa ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Gaborone United. Pia beki Abdurazak Hamza atakosa mchezo huu naye akiwa safari ya matibabu Moroko. Hata hivyo, taarifa njema ni kuwa Mohamed Bajaber amepona na alifanikiwa kucheza dakika 30 katika mchezo wa kirafiki dhidi ya JKT Tanzania. Mohamed Ali alisema mchezo wa Jumapili tutamkosa Moussa Camara, ambaye yupo nchini Moroko alipokwenda kufanyiwa matibabu, lakini pia tutamkosa beki wetu Abdulrazack Hamza, ambaye naye anasafiri kwenda Moroko kwa matibabu zaidi. Taarifa njema ni kuwa Mohamed Bajaber amepona na hata mchezo wa kirafiki dhidi ya JKT Tanzania alianza na kucheza dakika thelathini. Hii ni mara ya kwanza kabisa Simba SC na Petro de Luanda kukutana kwenye mashindano yoyote ya kikanda, jambo linaloongeza shauku na kutokuwa na uhakika. Hakuna timu inayoweza kudai faida kutokana na historia, hivyo kila kitu kitategemea mbinu za kocha, fomu ya wachezaji na pia shauku ya mashabiki uwanjani. Simba imejiandaa vizuri na wachezaji morali nzuri na mashabiki wa Simba wakitarajiwa kujitokeza kwa wingi kuunda atmosphere ya moto itakayohamasisha wachezaji kuanzia dakika ya kwanza. Petro de Luanda pia wapo tayari wakiwa na mazoezi makali, mipango ya kiufundi na wachezaji wenye uzoefu wa mashindano ya CAF. Wanatarajiwa kucheza kwa nidhamu, kudumisha mpira na kutumia kila nafasi ili kuwapiga Simba. Hali ya hewa uwanjani itakuwa ya moto, mashabiki wakingoja mechi kwa hamu kubwa, huku mitandao ya kijamii na vyombo vya habari vikichangia shauku. Mchezo huu si tu pointi, bali ni sherehe ya soka la Afrika Mashariki, nafasi ya Simba kulinda heshima yake nyumbani nyumbani, na Petro kuonyesha wao pia wapo kwenye mzunguko. Simba iliweza kutaja viingilio vya mchezo ambapo: Tanzanite shilingi laki mbili na hamsini, Platinum shilingi laki moja na hamsini, VIP A shilingi elfu thalathini, VIP B shilingi elfu ishirini, VIP C shilingi elfu kumi na mzunguko shilingi elfu tano. Asante sana kwa kufuatilia habari za michezo kutoka Planet 5. Uwe na siku njema. Planet 5.